Mheshimiwa Daktari Samia suluh Hassan anawasalimia sana kwa dhati ya moyo wake, na amenituma nije niwaambie kwamba mbali ya salamu, pia anawashukuru kwa namna ambavyo mmeendelea kuunga mkono juhudi za serikali anayoiongoza. Anawashukuru sana, nimezifikisha lakini. Cha tatu sasa niwaambie dhumuni la safari yangu na ziara yangu. Dhumuni la safari yangu na ziara yangu ni ya kawaida sana ni sana, jimkua, ya kawaida sana nikiwa kama mtendaji mkuu wa shughuli za serikali ndani ya mkoa, nimekuja kufanya ukaguzi wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo na shughuli za serikali ambazo zinafanywa katika kata yenu. Mama Samia oyee! Nimezunguka, nimeangalia miradi. Wananchi wa Gitting na mheshimiwa diwani wenu hongereni sana sana, nimeona miradi Nimepita nimeangalia mabweni huko, nimeangalia ujenzi wa shule, nimeangalia ujenzi wa maabara pale, japo zimesimama lakini tushapata fedha sasa, tunazileta ili ziendelee kuanza. Lakini nimeangalia mradi wa uchimbaji wa visima ambao uko hapa tu pembeni, nimepata taarifa za miradi. Lakini kwenye kila taarifa niliyopata, nimeona nguvu zenu wananchi ni kubwa, mpaka naona aibu. Ni washukuru namna gani? Ninyi wananchi, mbona mnajitolea sana jamani? Mna pepo yenu nyingine nyie, mnajua maana kila kisoma taarifa ni mamilioni ya nguvu za wananchi, fedha na michango mingine ambayo mmejitolea wenyewe katika kuleta maendeleo yenu kwenye sehemu yenu. Ninawashukuru sana sana, na naomba niwaahidi, sisi kama serikali, jukumu letu kubwa ni kuunga mkono juhudi za wananchi kwa hiyo maboma yote yaliyopo kwenye kata yenu tunakwenda kuyakamilisha yote kwa mwaka wa fedha 2025/26, yote. Na leo nimemwambia mheshimiwa diwani, na uzuri viongozi wa vijiji pia mko hapa, viongozi wa vijiji si mpo hapa? Viongozi wa vijiji, ninawaomba msiende tena kuhamasisha wananchi waanzishe ujenzi, tulieni kwanza, tukamilishe maboma yaliyopo, ni mengi Wananchi wamejitolea pakubwa. Naomba mtuache serikali tumalizie maboma hayo yote, tunakwenda kuyamaliza. Kumalizika kwa maboma haya ndiyo shukurani peke yake ya wananchi ya serikali kwa wananchi wake kwamba tunathamini mchango wenu, tunathamini kazi kubwa mliyofanya, na sisi tunaunga mkono hapa. Tukishamaliza maboma haya yote sasa, ambayo yamezagazaga huku, sasa ndio tutaanza kujipanga kuanzisha maboma mapya. Najua bado tuna uhitaji kwenye baadhi ya maeneo, lakini tusiende tena kufanya ujenzi mpya, tumalize haya maboma yaliyopo ambayo mheshimiwa daktari samia suluhu Hassan ameridhia fedha za umaliziaji wa maboma hayo. Zaidi ya bilioni mbili na nukta moja zinakuja kwa ajili ya umaliziaji wa maboma, ukiacha hii bilioni sitini na mbili plus ambazo ni ongezeko la fedha tutakazozitumia katika mwaka wa fedha huu unaokuja kwa wilaya Hanang' peke yake. Kwa hiyo pia niliona ni vema nikipita huku kuona miradi, kusukuma sukuma wenzangu, tukashikana shikana, shikana kidogo kuona tunafanya juhudi za kumaliza miradi hiyo, lakini pia nipate nafasi na wasaa wa kusalimiana na nyinyi na niwaambie kazi kubwa ambayo inafanywa na serikali na mipango mikubwa ambayo serikali inafanya. Ninadhani na ninaamini kwamba ni haki yenu kupata taarifa hizi.